Na mtazamaji, serikali imetakiwa kuweka zaidi, kuwekeza zaidi, kumradhi, katika masuala ya watoto humu nchini ili kuangazia kwa kina changamoto wanazozipitia. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho ya siku ya watoto ulimwenguni iliyoandaliwa mjini Kilifi, mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Huduma za Watoto Sofia Abdinur amesema kwamba watoto wanapitia changamoto nyingi zikiwemo dhulma za aina mbalimbali zinazohitaji kuangaziwa kwa umakini.

Our different religions tuzungumzie maadili mema, maadili mema ya kukulea watoto wetu. Hino intergenerational gaps ndo zimeweza kuleta mambo mengi, my dress my choice, mambo ya kuiga, mambo ya western type of life, how to talk western, how to dress western. Ukiwa wewe huko western, waambiwa ni mshamba lakini mambo mengine kama yale yanakwenda kuhatarisha maisha yetu.